Kwenye taarifa yenu mmesema tunayo changamoto ya, ya maktaba. Mimi kwa sababu ni mzazi kama wazazi wenzangu kule, siwezi kusema nitajenga, ila ushauri wangu sisi wote kwa ujumla wake, tuwaze zoezi la kujenga, tutafikia malengo ambayo tunayanuia. Wazazi leo waliokuja ni wa kidato cha sita lakini naamini tuko wazazi tunalea watoto kuanzia form 1 la kuendelea. Mimi kwa upande wangu nitatoa mifuko hamsini ya saruji kuendeleza ujenzi huu ambao tunaendelea nao, na kwa sababu nimeambiwa nikiwa hapa, na kwa sababu pia kesho nitakuwa natoka kidogo, nitarudi Jumatatu, naomba Jumanne tuwasiliane, uchukue mifuko hiyo hamsini kwa ajili ya kuendeleza ujenzi. Lakini waombe wazazi wenzangu, kupitia taarifa yao hii, taarifa ya wanafunzi na taarifa ya mwalimu, tuiwe kujitoa kila mmoja, kila alicho nacho, tuweze kufanikisha ujenzi wa maktaba hii ambayo watoto wetu hawa watakuwa wanaenda kujisomea kule, na hata sisi ambao wazazi wa watoto wetu wanaamaliza leo haimaanishi wakimaliza hawa wanaokuja sio watoto wako, hata wengine wanaokuja bado ni watoto wetu. Ninaamini wote hapa tukiwa na moyo wa huruma tutafanikiwa hili na mengine ambayo yapo hapa shuleni tutakamilisha. Baada ya kusema haya, niwashukuru sana na niwashukuru kuniamini kukaa na nyinyi leo, lakini watakie kila laheri vijana wangu ambao 36 ambao mnaenda kufanya mtihani wenu, ninaamini mtakuja kuniambia kwamba wote nyinyi mmepata divisheni one isipokuwa ni moja tuniliongeze atakayefanya vizuri, atakayefanya vizuri kwa kidato cha sita na kwenda chuo kikuu ndani ya Tanzania, ada yake nusu yake nitalipa mimi, ndani ya Tanzania, usije usi ukampeleka Ulaya nikashindwa kulipia, lakini ndani ya Tanzania haijalishi chuo gani, ndani ya Tanzania ada yake ya mwaka wake wa kwanza nusu yake nitalipa mimi. Jambo hili haijalishi niko Mbeya, haijalishi niko wapi, niangalie wakati wowote, nitalipa mimi nusu ya ada ya mwanafunzi atakayeongoza kufanya vizuri na kujiunga na chuo kikuu ndani ya Tanzania. Nawashukuru sana umgeni rasmi pekee napenda kushukuru sana wewe binafsi kwa kukubali kuja kwetu siku ya leo. Mimi nafahamu kwamba kwa ratiba kwa zako zilivyo uko busy sana, na hivi leo umeingia asubuhi, na wakati huo wa asubuhi muda wa saa tano umelipoti na sisi hapa kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu. Pia napenda kuwashukuru sana Kanisa la Uinjizi Tanzania chini ya mwenyekiti wetu Mesha Kijobu pamoja na makamu mwenyekiti Mchungaji Nyondo, ambaye tunaye siku ya leo hapa mbele. Niwashukuru sana wote ambao mmejumuika na sisi siku ya leo kwa ajili ya kuaga hawa wanafunzi wetu ambao wanahitimu siku ya leo. Pia nipende kuwashukuru sana wazazi ambao toka watoto walipoanza kidato cha tano tumekuwa tunashirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kuwalea hawa watoto, na wengine wazazi e, tulikuwa tunasumbuana kwenye simu, sijalipa ada utalipa lini na kadhalika, lakini leo tumefika hatima yake ndio imefika, hatutapigiana tena simu kwao. Ni washukuru sana wazazi kwa mwamko wenu na nguvu zenu mlizotumia mpaka tunapoanza kuwaaga hawa watoto wetu. Ni washukuru sana kwa hilo. Ni washukuru sana wafanyakazi wenzangu ambao kwa kweli tumeshirikiana kwa pamoja hadi sasa.